Kwa majina naitwa na, na Mayeni Endeso natokea kijiji cha Mungere. Tunashukuru kwa msaada wa Mama Samia wa Legal Aid kwa kuja kutupa elimu ya urithi au ugawaji wa mali, kwa sababu sisi jamii ya kimasai au ya kifugaji tuna changamoto sana. Huwa mzee akif, akifariki huwa tuna changamoto, kwa sababu mali zetu tunanyang'anywa na watu wengine au watu baki au ndugu ila kwa sasa tumepata elimu na tumejua sheria za sheria ambazo itatusaidia ili tuweze kupata huo mgao. Kwa hiyo tunashukuru sana msaada wa Mama Samia, uendelee kutupa elimu ili tuendelee kufunguka zaidi. Naitwa Malunga Nangari, mwana kijiji wa kijiji cha Losirwa. Sasa nashukuru sana elimu ya leo ya kisheria ambayo imetolewa na Mama Samia kuja kusaidia wanakijiji. Huko mwanzo uelewa mdogo wa kisheria ilikuwa hatuna, lakini kwa siku ya leo tunaelekea kupata mambo mazuri, mambo ya kuandika usia ambayo baadaye haitaleta mtafaruku ndani ya kijiji. Kwa majina naitwa Sakaya Yohana Lesimbai, ni mwananchi wa kijiji cha Mungere, ni mwenyekiti wa kitongoji, toko hapa kwa ajili ya kuwasikiliza wanasheria, wanasheria wa Mama Samia Legal Aid wamekuja kwenye kata ya Esilalei kutoa ufafanuzi wa mambo mbalimbali mbali ya kisheria. Na sisi kama wananchi wa kata ya Esilalei tumefurahi, tumefurahi sana kwa sababu tunaenda kunufaika na elimu hiyo na kufahamu mambo mbalimbali mbali ambayo tulikuwa tuyajui uh, especially mambo ya mirathi, mambo ya kuandika wosia sababu tumeelekezwa kwamba tunatakiwa tuandike wosia wakati mtu hajafariki. Sasa hiyo itatusaidia sisi kwa sababu baadaye e, mtu akishajua namna hiyo ataandaa wosia na baadaye kutakuwa kuna e, mifarakano ndani ya familia. Kwa majina yangu naitwa Mary Msisiri. Tunashukuru kwa elimu tuliyoipata, hasa katika jamii yetu ya kifugaji. Kiukweli mara nyingi tumehisi wosia ni uchuro, hasa kwa wengi tunaamini ya kwamba mtu akiandika wosia labda atakufa au si kitu sahihi katika jamii. Lakini kiukweli leo tumepata elimu, tumejua maana ya kuandika mirathi kwa wakati na kuleta usawa katika jamii, kuepusha migogoro, tamaa na mara nyingi tunaamini kwamba mirathi inamhusu mwanafamilia, tukimaanisha kwamba mume au mke akifa jamii ya kwao ndio inaohusika na mirathi, lakini kumbe sivyo. Mirathi ina watu stahiki wanaofaa kuipata hiyo mirathi. Sisi kama wananchi tumenufaika, kwanza umetugusa mmoja mmoja, na hasa katika jamii za Kimaasai. Tunashukuru kwa sababu mara nyingi tumeishi sana kimila, lakini kutugusa katika ngazi za kata zinatugusa kutoa ule ukitritimba wa kimila zaidi.